Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Aprili 22 siku ya Jumanne. Mada inasema kupewa ulichoomba. Kama ilivyothibitishwa hapo awali, Israeli haikupaswa kuwa na mfalme wa kibinadamu jinsi mataifa mengine yalivyofanya. Hata hivyo, baada ya muda, imani ya Israeli iliyumba na wakajikuta wakitamani sana mambo ambayo mataifa wasio Wayahudi walikuwa nayo. Soma Samueli wa kwanza sura ile ya nane aya nne hadi kumi na nane. Kwa nini unadhani wazee waliona wazo la mfalme kuwa lenye kuvutia? Ni kwa njia zipi tunaanguka katika majaribu yale yale? Ni muhimu kutambua kwamba ombi la kuwa na mfalme lilikuwa ni kukataliwa kwa utawala wa Mungu juu ya watu wake. Kama ilivyoamuriwa, taifa lilipaswa kuwajibika moja kwa moja kwa muumbaji na uhusiano wao naye ulidhihirishwa kupitia patakatifu na huduma zake miongoni mwa mambo mengine. Kwa kuomba mfalme, wangejiletea mateso yale yale ambayo falme za mataifa zilipitia. Kuandikishwa jeshini katika vita vya wafalme, utaifishaji, kutozwa kodi na madhara mengine. Wangegundua kwamba watawala wa kibinadamu wanao mwelekeo wa kutawala kwa faida yao wenyewe badala ya kutawala kwa ukarimu kama afanyavyo Mungu. Pia mpango huo mpya ungekuwa wa kudumu. Waisraeli wangepewa walichoomba, lakini walipotambua kwamba ulikuwa ni kushuka hadhi wangebaki nao. Nanyi mtalia siku ile kwa sababu ya mfalme wenu mliyejichagulia, Bwana siwajibu siku ile. Samueli wa kwanza sura ya nane aya kumi na nane. Mungu anajua udhaifu wa watu wake na alitabiri mapema kwamba Israeli wangeomba mfalme wa kibinadamu Walifanya hivyo na sehemu kubwa sana ya historia takatifu ni kisa cha matokeo ya uchaguzi huo. Soma kumbukumbu la Torati sura ya 17 aya 14 hadi 20. Ona kwamba Mungu hasemi nitawapa mfalme, lakini badala yake watu wake wanaamua kwamba wanataka mfalme. Mungu aliweka ulinzi ili kuwalinda watu wake kutokana na maovu kadhaa ya serikali za wanadamu. Lakini kama historia ya taifa hilo na wafalme wake ilivyoonyesha, ulinzi mara nyingi haukujaliwa. Mtu anapaswa tu kuangalia historia ya Israeli baada ya kuamua kuwa na mfalme ili kuona jinsi mambo yalivyoendea vibaya chini ya wafalme hawa. Ingawa wafalme fulani walikuwa bora kuliko wengine, hata wale wema walifanya makosa. Fikiria Daudi na Bathsheba. Katika visa vingi taifa hilo liliishi chini ya utawala wa wafalme mmoja baada ya mwingine ambao walifanya maovu machoni pa Bwana. Tazama Wafalme wa Kwanza, sura ile ya 11 ya sita, sura ya 15 ya 26, sura ya 16 aya 30; Wafalme wa Pili, sura ya 3 ya 15 na ile aya ya pili, na kadhalika. Wakati huo au hata leo, serikali zote za wanadamu zinafanana kwa jambo moja. Wenye dhambi wanawatawala watawala wenye dhambi wengine. Nini kinawezekana kisiende sawa? Mungu atubariki sote.